Kwa mujibu wa mataifa ya Magharibi, inatajwa kwamba ni jambo la hatari mno katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati kuiacha Irani iweze kumiliki silaha za nyuklia, ni ukanda mzima ndio utakaoingia katika hatari, na hususan dhidi ya simu wake mkubwa ambaye anajulikana kuwa ni Israel na kuweka kwanza kando mataifa mengine katika ukanda wa mataifa ya Kiarabu, ambapo asilimia kubwa katika mataifa hayo jeshi la Marekani na jeshi la Uingereza lina kambi zake katika mataifa hayo, na pindi ambapo Irani itakuwa katika mvutano na Israel aidha na mataifa magharibi, kwa kuwa pindi ambapo Irani inapokuwa katika mvutano na Israel basi moja kwa moja mvutano huo huo ukionekana kwamba ni mvutano ambao unayohusu Irani na mataifa ya magharibi moja kwa moja na mshirika wa Israel ambaye ni Marekani na wakati ambapo mvutano huo utaendelea basi Irani haiwezi kujizuia kushambulia kambi za Marekani aidha za Uingereza zinazopatikana katika mataifa ya Kiarabu katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati, na ndiyo sababu ambayo mataifa ya magharibi yanafahamisha kwamba Irani haitakiwi kumiliki silaha za nyuklia, wakati ambapo mataifa mengine ulimwenguni yanamiliki silaha hizo za nyuklia na mataifa hayo hayataji kuwa kama ni hatari ulimwenguni. Kulingana na taarifa rasmi kuhusu umiliki wa silaha hizi za nyuklia inatajwa kwamba ulimwenguni ni takriban mataifa tisa pekee ndiyo ambayo yanayomiliki silaha hizi za nyuklia. Taifa ambalo linashikilia nafasi ya tisa ni Korea Kaskazini kama inavyotajwa. Jeshi lake linamiliki takriban vichwa 30 vya nyuklia na kila wakati jeshi la Korea Kaskazini huwa likifanya mazoezi na maonyesho kuhusu silaha zake za nyuklia na hatua ambayo tayari Korea Kaskazini imefikia katika ulinzi wa raia wake. Na wakati ambapo jeshi lake likifanya mazoezi, basi nakuwa ni wakati mgumu kwa mataifa ambayo ni jirani wa Korea Kaskazini mataifa ambayo ni washirika wa mataifa ya Magharibi. Mataifa hayo hupatwa na jamba jamba hadi pale ambapo jeshi la Korea Kaskazini likitangaza kwamba limemaliza mazoezi yake. Na nafasi ya nane inashikiliwa na Israel ambapo inatajwa kwamba Israel inamiliki vichwa vya nyuklia visiyopungua 90 kulingana na utafiti na ripoti ambayo iliyotolewa, licha ya serikali ya Israel kuto kutangaza rasmi ya kwamba tayari inamiliki silaha hizi za nyuklia. Nafasi ya saba inashikiliwa na India ambapo jeshi la India inatajwa kwamba linamiliki vichwa vya nyuklia takriban 174 na e, wakati ambapo India iliingia katika orodha ya mataifa ambayo yanamiliki silaha hizi za nyuklia mnamo mwaka 1974 na, na kuwa miongoni mwa mataifa yenye nguvu ulimwenguni na mataifa yenye ushawishi mkubwa, ambapo hakuna taifa ambalo linaweza kuitishia India na nafasi ya sita inashikiliwa na Pakistani, Pakistani ambalo jeshi lake linatajwa kwamba linamiliki silaha hizi za nyuklia, vichwa vya silaha hizi ambavyo ni mia moja sabini na vilevile vile, katika historia inatajwa kuwa Pakistani iliweza kumiliki silaha hizi za nyuklia baada ya raia wake kujielekeza nchini Ujerumani kuweza kusoma na kujifunza mengi kuhusu nyuklia nchini humo. Kwa wizi aliweza kuiba baadhi ya nakala kuhusu nyuklia na kupeleka nchini Pakistani ili wanasayansi katika nyuklia waweze kujifunza zaidi na kuweza kupata silaha hizi za nyuklia. Na ndio raia huyu ambaye ni mzalendo kutoka nchini Pakistani ambaye alikwenda kujifunza nchini Ujerumani amepelekea taifa lake kuweza kumiliki silaha hizi za nyuklia. Nafasi ya tano inashikiliwa na Uingereza ambayo inatajwa kwamba ina vichwa vya nyuklia jeshi lake takriban 225 na huku nafasi ya nne ikishikiliwa na Ufaransa ambayo inatajwa kwamba inamiliki vichwa takriban 290. Nafasi ya tatu inashikiliwa na China ambayo inatajwa kwamba jeshi la China linamiliki vichwa vya nyuklia takriban 410 na huku nafasi ya pili ikishikiliwa na Marekani ambapo inatajwa kuwa Marekani jeshi lake linamiliki vichwa vya nyuklia takriban elfu tano mia mbili arobaini na nne Na utakumbuka kwamba historia ya nyuklia itakukumbusha kile ambacho kilitokea nchini Japan katika vita vya dunia, nchini Japan katika mji wa Hiroshima na Nagasaki. Ni bomu la kwanza la nyuklia liliweza kuachiwa katika miji hiyo na kusababisha maafa makubwa na ulemavu, hadi sasa wanasayansi nchini Japan bado wakikabiliana nao katika sekta ya utafiti ili kuweza kukomesha madhara ya nyuklia na nafasi ya kwanza inashikiliwa na Urusi ambapo inatajwa kuwa jeshi la Urusi linamiliki vichwa vya nyuklia takriban 5889. Swala la kujiuliza ni nani ambaye anayetoa ruhusa kwa taifa moja au lingine kuweza kumiliki silaha hizi za nyuklia, huku mataifa mengine yakiwekewa marufuku kabisa yasiweze kumiliki silaha hizo za nyuklia. Na mataifa ya bara la Afrika , tugange kwanza njaa kabla ya kushabikia ni nani ambaye anastahili kumiliki silaha za nyuklia na ni yupi ambaye hastahili kumiliki silaha hizo.